Miongoni mwa kigezo muhimu kujiunga na jeshi la polisi ni muombaji, ni lazima awe na afya njema kimwili na kiakili. Sasa hichi kigezo kipo kwa nia nzuri kabisa, kwa sababu kinamtaka muombaji aweze kukabiliana na vitu tofauti tofauti, mfano aweze kukabiliana na uhalifu, lakini pia awe na uwezo wa kushiriki mazoezi ya kijeshi. Lakini kupitia hii video nitaenda niongelee magonjwa baadhi yanayoweza kumuathiri muombaji ashindwe kujiunga na jeshi la polisi. Namba moja, magonjwa ya akili, mfano msongo mkali wa mawazo. Namba mbili, magonjwa ya macho, mfano upofu au matatizo makubwa ya kuona. Namba tatu, magonjwa ya mapafu, mfano humukali. Namba nne, magonjwa ya moyo mfano matatizo ya moyo sugu. Namba tano, magonjwa ya figo mfano kushindwa kwa figo au magonjwa sugu ya figo.